Watu wameroga maiki zetu huko. Asante mheshimiwa spika, napenda kumuuliza swali mheshimiwa waziri mkuu, kwa kuwa mvua zilizokuwa zikinyesha na zinazoendelea kunyesha zimeleta uharibifu mkubwa sana katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kwa mfano, katika wilaya yetu ya Igunga maporomoko ya mvua yalisababisha kuharibu skimu za choma cha nkola pamoja na buhekela Je, serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba inaweza kuondoa hili tatizo haraka iwezekanavyo ili msimu ujao wa, wa, wa masika tuweze kuondokana na tatizo la njaa katika wilaya yetu ya Igunga. Asante, asante. Ukae. Okay, karibu, karibu Mheshimiwa, Mheshimiwa waziri mkuu, majibu. Mheshimiwa Spika, <coughs> naomba kujibu swala la mheshimiwa Gulam Mbunge wa Manonga kama ifuatavyo. Swala, Mheshimiwa Gulam, linazungumzia uharibifu wa skimu iliyoko kule Igunga kutokana na mvua nyingi, na kwa kuwa mvua ni nyingi na ile skimu tuliandaa eneo ambalo lina lina lina uh, maeneo ya maji maji, kutokana na wingi wa maji umeharibu miundombinu. Mkakati ambao tutaufanya ili kuwafanya wananchi wa Igunga kule wasipate tatizo msimu ujao ni kuimarisha skimu hiyo, na nimhakikishie kwamba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba nitawasiliana na Wizara ya Kilimo inayoratibu miradi ya umwagiliaji iliyojenga skimu zote za umwagiliaji kufanya mapitio kwenye skimu hizo ambazo zinatusaidia sana kuzalisha chakula kingi, ili kurudisha miundombinu hiyo kazi hiyo ya kilimo kwa wakulima wa maeneo hayo iweze kuendelea. Kwa hiyo mkakati wetu wa serikali ni kufanya mapitio kwenye bajeti ijayo, bajeti hii ambayo waheshimiwa wabunge mtaomba kuipitisha, ili eneo hilo nalo liweze kurudi tena pale Manonga kwa ajili ya kurekebisha miundombinu na uzalishaji uendelee. Amekubaliana na wewe Mheshimiwa Gulamali. Kuna haja ya swali la nyongeza? Nashukuru Mheshimiwa Spika kwa majibu, Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa majibu mazuri <coughs> sasa, kwa sababu katika umetuambia, um, um, na hizi scheme zote kupitiwa upya katika nchi nzima, je, haioni serikali kuhakikisha kwamba katika maeneo ya mfano kata ya ch chuma cha Nkola, ziba simbo na Boekela inachimba mabwawa ili kuweza kwa kusababisha kwamba yale maji yote yanakuwa anapata sehemu ya kuweza kuhifadhi kuondoa hii adha ambayo inajirudia kila mwaka? Asante. majibu Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swala nyongeza la Mheshimiwa Gulam, mbunge wa Manonga, kama ifuatavyo <coughs> ni kweli anachokisema kwamba maeneo hayo aliyoyataja, na kwa bahati nzuri nayafahamu vizuri, ni maeneo ambayo pia yanakaliwa pia hata na wafugaji, na wengi wamechimba malambo yao, na yako yale ambayo yanasaidia kuhifadhi maji kwa matumizi ya wanavijiji nayo na pia yatakuwa yameharibika. Kwa hiyo bado ni muhakikishie, tutazungumza na mamlaka kwenye mkoa wa Tabora ili wafanye mapitio ya mabwawa yote yaliyokuwa yamechimbwa, a yalikuwa yanaendelea kuwasaidia wakulima wafugaji wetu kwa kuhifadhi maji kwa matumizi ya kibinadamu ya kila siku, ili miundombinu hiyo iweze kurudishwa katika hali yake ya kawaida yaweze kuimarishwa malambo hayo yote au mabwawa hayo yote, ili maji yanayoingia sasa siweze kutoweka na matumizi yaweze kuendelea. Mheshimiwa Spika asante, naona orodha ya wanaume wanaume, nitalaumiwa hapa kwamba siko sensitive na baadhi ya mambo, nimchukue Mheshimiwa Kunti ili kubalance scale kidogo. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa fursa na mimi niweze kupata kumuuliza swali Mheshimiwa waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bunge ndiyo chombo pekee kinachoweza kuishauri na kuisimamia serikali, lakini serikali yetu imekuwa ikiingia mikataba ya uwekezaji bila bunge kushirikishwa. Swali langu Mheshimiwa waziri mkuu, ni lini, ni chombo gani kimewekwa kwa niaba ya bunge kwa ajili ya kuisimamia na kuishauri serikali be kama chombo hicho kipo kimewekwa kwa mujibu wa katiba ipi? Asante mheshimiwa Spika. Majibu mheshimiwa waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la mheshimiwa Kunti mbunge kama ifuatavyo. Ni kweli kwamba bunge linafanya kazi ya kuisimamia serikali lakini yako maeneo ambayo serikali na bunge lenyewe bunge lenyewe limeweza kutoa mamlaka kwa serikali kuendesha shughuli zake kwa kufata taratibu, kanuni na sheria, ikiwemo na eneo la mikataba. Mikataba hii inayoingiwa na taasisi kama mikataba yote italetwa bungeni, bunge litakuwa nafanya kazi ya kupitisha mikataba tu. Utaratibu ambao umewekwa kikatiba Tumemtumia mwanasheria mkuu wa serikali na tumepewa mamlaka hiyo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kupitia mikataba yote na kujiridhisha kwamba mikataba hiyo haina dosari, na pale atakaporidhika anaweza kuruhusu taasisi hiyo kuendelea na mikataba hiyo. Swala la pili ambalo ametaka kujua, je, huyu aliyepewa mamlaka ya kupitisha kama amepitisha kisheria mwanasheria mkuu ni miongoni mwa watu walioko kwenye orodha ya, ya, ya, ya, ya serikali ambao pia wanatambulika na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo yeye ndio ambaye tumempa mamlaka, na jana nilipokuwa natoa maelezo yangu ya msingi, nilizungumzia pia hata mikataba inayoingiwa na halmashauri zetu nchini. Kwa sheria ya awali ambayo tulisema halmashauri zote nchini zinapokuwa zinaendesha kazi zozote na kufunga mikataba zaidi ya shilingi hamsini elfu ilikuwa lazima iende kwa mwanasheria mkuu. Lakini hii tumegundua kwamba imeleta matatizo makubwa kwa kusababisha msongamano kwa mwanasheria mkuu kwa mikataba shilingi milioni hamsini. Lakini tumefanya mapitio na tumewapa unafuu na kuwapa mamlaka zaidi ya halmashauri zetu na taasisi nyingine kwamba mikataba sasa tumeongeza viwango mkataba ambao utaenda kwa mwanasheria mkuu ni ule unaoanza na bilioni moja, na kuwapa mamlaka ya taasisi zenyewe sasa kupitia wanasheria walioko huko ambao wanatambulika katiba, kufanya mapitio ya mikataba yote.